Hakuna namna unaweza ukawa huna hela alafu ukatuambia una akili. Hizo akili unafanyaga nini? Yaani embo wewe jitazame. Hata vichaa kuna muda huwa wanajiona wana akili. Lakini akili zao huwa haziwasaidii chochote. Mfano wewe leo kichaa akiwa anaongea na wewe, si utamwona ni kichaa. Ni mfano hivyo hivyo na sisi wenye hela tunavyowaona nyinyi msiokuwa na hela. Wewe una hela alafu unakuja unanishauri. Eti unajua hizo hela zako ukizitumia kuwekeza kwenye hiki kina faida. Kwa nini usiwekeze wewe upate hiyo faida? ukiwa huna hela ni huna akili. Yaani hii ndio ukweli. Kama utabisha, sawa. Lakini huo ndio ukweli. Haiwezekani ukawa huna hela alafu kanishauri. Yaani unanishauri nini? Kwa nini usikojoe uende ukalale? Yaani tu ukatoka ukaenda toilet ukakojoa ukalala. Mtu yoyote asiyekuwa na hela hawezi kuwa na akili. Kwa sababu hizo akili zako unafanyia nini? Shuleni mtu anaenda anasoma mpaka anamaliza, anapata ufahamu ili aje kuwa na hela. Kama wewe umesoma una madegree lakini huna hela, inamaana una akili pia? Kwa sababu sasa hiyo hiyo hiyo shule yako haijakusaidia kitu. Sawa, umesoma una madegree una mabachelors una mamasters alafu huna hela unalala njaa, hiyo masters yako inakusaidia nini? Kwa hiyo tuwaheshimu watu wenye hela. Kwa sababu akiwa mtu mwenye hela, mtu yoyote ambaye anahela inamaana ana akili, inamaana huyo mtu ana kila kitu kichwani kwa sababu huwezi ukamiliki pesa kama una akili. Mtu yoyote anaanza kutafuta kwanza akili, ndipo anaipata pesa, kwa sababu pesa ukiipata ukiwa una akili ndio, watoto wa mjini wale, da, huku huku huku Nairobi tunawaita wakola, wakola, watoto wa wa mjini wanaitwa wakola. Da, tunaita watoto wa mjini yani wauni, wauni. Ukiwa una akili wauni watachukua hela zako zote, umezitafuta ndani ya miaka sita, wauni wanakuja wanazichukua. Mfano mzee wa watu anaweza akawa alikuwa ni mwalimu au ameajiliwa, enzi za kustafu kapata kinua kinu mgongo chake milioni tisini. Kwa sababu hana akili, anakutana na watoto wa mjini, zile milioni zake zote, wanamshauri aende akanunue gari ambalo hajawahi kufanya hiyo biashara hata siku moja ya hiyo gari. Anaenda ananunua gari, anajifanya anafanya hiyo biashara ya kubeba abiria, ndani ya miezi tatu imeisha au watoto wa mjini wanaenda wanachukua hela zake zote zile ambazo wamenoazana kinua wa mgongo. Kwa hiyo kuna uwiano kati ya kuwa na akili na kuwa na na hela. Sawa, wewe unaweza ukawa umesoma jokonyaunekevalikonoolaaa ah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Utofauti wa akili na wewe, ndio ukatogale. Usikate video, we, nimekwambia nenda kakae chooni, usionekane kwenye video yangu. Umekuja kukaa huku nje, ina maana akili hazifanyi kazi. Nimewambia jamani, kuna mmoja kati ya kijana wangu hapa, naye akili hamna simona. Wenye akili wote, ndo hawa wanamiliki haya magorofu unaoyaona, hawa ndo wana akili. Hawa waonyeshe na kule, hawa majirani zangu hao ndo wana akili, waonyeshe kule shi mbona. Waliojenga hizo fly over unazoziona hizo, hao ndo wana akili hao hawa waliojenga tu gorofa huku, wale wale, wale ndo wana akili. Utashauri sisi wewe, una akili alafu hauna chochote unachofanya. Magari yote yes, imagine sasa hivi bandarini dawa kunaweza ukawa kuna magari karibia elfu kumi mia nane laki moja na tisini na ngapi hu bandarini, lakini hakuna gari yako hata hii moja. Benki kuna mapesa maivi, lakini hakuna hata shilingi yako benki. Hapo ulipolala una mia Alafu unasema una akili. Haya, wenye akili ndo wale wametengeneza ile minara inayo blink blink kule, umeona? Wale wale ndo wana akili. Sasa wewe huna hela, unasema unaakili. Hizo akili unafanyia nini? Umiliki chochote katika watu wote au unaowaona Nairobi hapa? Hakuna nyumba yako, hakuna kiwanja, hakuna gari, hapa pote hapa fotia. Hauna kitu, eti una akili. Hizo akili utazitoa wapi wewe? Hebu njoo kwanza, mimi nasema hivi wenye akili ndio sisi sisi ndo tuna akili. Wewe uwezo kawa una akili uwe alafu una hela, hakuna uhiano kati ya kuwa na yani, hakuna uhiano kati ya kuwa, kuwa na kutokuwa. Wewe una hela una, unatuambia akili una hizo akili tunafanyia nini? My friend makazi mbeki na nini Unasemaje wewe? Ngoja nifiche uchawi wangu kwanza hapa kabla ya video, mkaona ijaje, mkaona nyoka mkaanza oh, chifu mchau. Ehe, unasemaje wewe, una akili alafu huna hela? Yaani hakuna namna wewe ukao una akili alafu hela usionazo. Watu ambao wanamiliki magari ya kifahari ndio wana akili, watu wanaomiliki majumba ndio wana akili, watu ambao wanamiliki mashamba, viwanja, mahoteli wewe hapo ulipo, huna chochote akili. Unafanyaga nini? Ndio una masters eh, imekusaidia nini kwenye maisha yako haya? Mimi sijasoma lakini nina akili, ndio maana unaona hapa, na naelekea mwezi wa tatu, niko Nairobi, niko one of the most expensive apartment in Nairobi, na ofisi ndani. Yaani chochote unachokitaka nafanyia hapa hapa. Hata wewe najua na unatamani haya maisha, lakini njoo nikufundishe, njoo nikupe akili kwa sababu wewe hapo sasa hivi una pesa kwa sababu huna akili. Yaani kadi unapozidi kukataa kwamba una akili, wakati mimi nakuona huna akili, ndivyo unapozidi kuonekana una akili. Sasa kama unataka kuwa na akili timamu, akili sio kusoma shuleni. Akili ni kujua nini ufanye, wapi ili upate hela. Hakuna shule, hakuna chochote kitakachokufundisha wewe uwe na hela Vitu vyote vitakufundisha uwe mpumbavu, lakini kuna elimu moja ambayo itakufanya utoke kwenye umaskini na upumbavu ulionao. Yaani wewe, kama hutakuwa tayari tayari kujifunza, hautakuwa tayari kujua wenzio wamefanyaje, wewe ufanye nini, wewe utakuwa mpumbavu. Ili uwe na akili timamu, namba hii hapa 0758 84 49 62, 0758 84 49 62. Namba nyingine ni 07, 8 namba si ya Kenya hii hapa chini kwa, kwa Kenya unalipia elfu kumi na moja k shilling. Namba hii hapa ni Airtel, lakini kwa wale ambao wako Tanzania namba hizi hapa juu unalipia laki mbili ya Tanzania kwa wewe uliyepo Kenya unalipia elfu kumi na moja K shillings pesa ya Kenya. Sasa niambie hapo ulipo wewe, ili tujue una akili. Toka mwanzo mwaka umeanza mpaka sasa hivi umefanya nini kwenye maisha yako? Hamna ulichofanya. Toka mwaka umeanza mpaka sasa hivi umefanya nini? Hamna kitu umefanya. Haya, wenzio wanamiliki majumba ya kifahari. Unafikiri wao wamebarikiwa sana kuliko wewe? Hakuna mtu ambaye Mungu kambariki sana, wanatumia akili sasa. Kuna kitu hakiko sawa kwenye kichwa chako. Njoo nikufundishe. Nimefungua grupu kwa ajili ya kufundisha wale tu ambao wanataka kuwa na hela na wale tu ambao wanataka kuondoa magonjwa kwenye miili yao. Wewe ambaye unataka kuondoa magonjwa, nuksi, mikosi, laana, unahisi kuna vitu haviko sawa kwenye maisha yako, unahisi kuna ushirikina unafanyiwa, basi hii ndio nafasi ya mimi kukutoa kwenye huo umaskini na huo ushirikina ulionao. Namba ni hizi hapa Kulipa ni laki mbili pesa ya Tanzania kwa Kenya ni elfu kumi na moja ya Kenya. Nikutakie siku njema.